Katika eneo la Mtopanga eneo la Kisauni ndio sehemu Pite Mchombo, mwenyekiti wa shirika la kiraia la kuhifadhi Mtopanga na wenzake wanakubadilisha mabaki hayo kuwa mbolea asilia ya kunyunyiza. Tumeweza kuangalia kuna zile zinaitwa citrus peel. Citrus peel ni zile maganda za machungwa na zile maganda za, za, za limao ama ndimu tumeweza kuziclassify kwa, kwa kategori moja, ambapo hizo tunazichukua na tunazipitisha kwa process inaitwa bioenzyme. So tunazichukua tunazi, tunazichukua tunaziweka kwenye, kwenye drum tunachukua kitu kama e, molasses, tunaziingiza pale ndani, tunaweza kuzichanganya kuzi pamoja, tunakuja tunazifunika, na tunachukua tuna kitu inaitwa mother culture. Mother culture imebeba biodecomposer na pia imebeba hizo imebeba jagari, na tukizichukua, tukizichanganya, tunaziweka pale kwa muda wa wiki tatu. Baada ya watu kukula chungwa huwa wanatupa sisi, tukichukua mkitupa sisi, tunaokota tunaenda kuifanya kitu ambacho ni cha, ni cha thamana. Changamoto hizi ziliwachochea kuja na mbinu ya ubunifu inayoungwa mkono na utafiti uliofanywa na Mahindra Hirani. Uh, sabuni ya uh, jumbani watu wote so ile inatakiwa kutumia kitu kila siku napata kwa bei uh, rahisi sana. Kwa kutumia chemicals it's more harmful, kwa kwa nini kuweka ndani ya sewage alafu nakuenda kubarini na naharibu kila kitu ndani ya barini. Ni mchakato unaochukua takribani mwezi mmoja, kama anavyoeleza Charles Vuko anayeongoza kitengo cha ubunifu wa shirika hili. So tumefanya research, tunasaidiana na wanajamii na sasa hivi pale tumefikia, nataka nionyeshe ile process ile tuna, tunafanya ili kuweza kutengeneza fertilizer ama kutengeneza hiyo shampoo na sabuni, so naomba nionyeshe. So, kuna ile first step ambayo tunaanza. Hii ni beseni hapa. Eh, hii beseni tumeweka maji. Eh, hii ni lita mbili na nusu so ni process kidogo, nataka nionyeshe hii maji lita mbili na nusu tunachukua molasses ah uh, one liter tunaweka kwa hii beseni, na ndio hii inafanya hivi naweka. Hii ni molasses, hiyo ni first step. Naweka hiyo, hii tunatengeneza fertilizer na the same same hiyo ndio tunatengeneza shampoo na tunatengeneza sabuni ya kuoshia, kama ni bathroom kuoshia floor kwa room yako yeah. So hii tunatengeneza pineapple ya yeah? so nikishakoroga hivyo k okay, nimemaliza. Then after kumaliza kukoroga, taeka hii mwiko, then nachukua hii, hii ni pineapple ambao ni ya west. Nachukua na nachanganya hapa, mola na kwa molasses na maji, kushamaliza hii tunachanganya sukari nguru, tunaweka hapa naona tukishaweka hapa ndani ndo tunakoroga so hiyo tutakorogea kwa, kwa dramu, kwa sababu mpaka tuiponde, then kuna hiyo miti miti hiyo wesi tuna tunatoa, inabakia hii peke yake. Tunarudi, kuna hii drum ambayo iko empty. Iko na maji tunachukua tunaweka hapa Yote hapa ndani. Yeah. Kama liza then, tunakorogea. Mwanzoni mwa mwezi Mei mwaka huu wawakilishi mbalimbali walikutana Geneva, Uswizi kujadili namna ya kuzuia kemikali za sumu. Wenyeji wa Mtopanga wanaamini ubunifu huu ni mojawapo ya suluhu.